Wale waliacha wazi wale watu wanashangilia poro iko wazi kabisa, wale watu wanashangilia na mamiti, mbona maporo saa hizi

mapiae wanatoka, wanatoka kabisa, wanatoka walianza maine rigari siku zinatembia zinabasumba, zinabasumba, zinabasumba. Mpaka sei visuhui mabisi nakwe na nakona beba Banyamurenge wanaenda bana, kani Bukavu kani wapi mabisi saibu, poro, ah, na basomba Banyamurenge hivi kuporo walipie walipie, aho manyumba za Banyamurenge walienda na piepie wanaenda na pie maki, huku ni hatari, ni shangwe watu wanayala, usikie usiki etu wanayala kubarabara usiki etu e, e na masasi tena inaanza inaanzalia kule Kalundu kule Kalundu njoko masasi konalelie sasa achuika, ni masasi tena ya vanani ni hatari, nakwambia vinan njo nakwambia vina ni hatari vanapieninisi enyi enye ava Vanyarwanda valipie vanapie Vanyarwanda ndio valipie vitu vyote nao wanaenda beba wanaenda beba walibeba magari mabajaji, walibeba. Eh, veva evo, banaenda tuveva mameza eh? meza meza, takufanyia vitu eh huko sasa, kuma nyumba ya Banyamurenge uko kumala kule, njo banapie sasa. a Banyamurenge usikie tu, njo hivyo. Bina wangu, hakuna shida, ntasubiria tu basi. lvsent hapa hapa kesho

E, kumalakia akuwakie mtu kabisa, njoo wako naenda na piema nyumba zao na mamilango wako naongola madirisha vayavu, wanaongola vyavile tu vina choi sawa hii e, ni piashi hapa hapa kufidha saa hii asubuhi, wakaji wako wanapie hapa kufidha